Somo asijafunga, mmeelewa? Mimi niko vizuri somo, shamaliza mimi sita sijafunga. Unajua Muislamu utakiwe useme uongo, Wana Simba wote taki tuseme uongo kwa sababu tuna dua zito kuelekea kwenye mechi yetu kwa kumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unaposema uongo, tayari hata dua zako unazo Mungu ataona kama anamtania. Kwa hiyo mi sita, sita sijawahi kufunga sijawaihi kufungwa. Hivi kwanza, kabla ya kuelekea siku ya Jumatano tarehe tisa katika dimba la Benjamin Mkapa, turudi nyuma katika mji wa Suez, mechi mlocheza ya kwanza ya robo finali ya kwanza dhidi ya Al-Masri, labda sababu wewe ulivyoona dakika 90 za kule Masri, kuweza kufungwa goli mbili kwa sifuri, shida ilikuwa wapi? Ni home ground tu, ile ni home ground kwao, sawa. Kwa hiyo wamefanikiwa kupata goli mbili, sawa, si tumetoka nunge, lakini na wao wanakuja kwetu, na ndio maana hizi mechi zikae kwa home and away. Lakini sababu kubwa ni ukosefu wa matumizi ya nafasi, yaani nafasi tulishindwa kuzitumia. Tulipata, tulitengeneza clear chance nne, nafasi saba, shoot on target saba, lakini mwisho wa siku ball possession tumeongoza, lakini mwisho wa siku wenzetu wamepata nafasi mbili wamezitumia hizo hizo. Kwa hiyo mimi naona kikubwa ni matumizi ya nafasi, lakini kama nafasi zitatumika vizuri kesho kutwa kuna goli zaidi ya tano, nadhani ndio atakuwa Mwarabu wa kwanza kupigwa kipigo ambacho hajawahi kupigwa timu yote ya Misri na Simba, na kwanza tuna hasira sawa kwa sababu baba yao wa mpira wao kwenye ligi yao national halali ameshatupiga tano sisi nyumbani kwake. Kwa hiyo hatujalipa kisasi kwao, tunataka tulipe kisasi kwa huyu bwana mdogo. Kwa hiyo huyu bwana mdogo ndo atakuwa chambo wa kwanza kufanywa kitu kibaya ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa. Jibi, unashuhudia hivi karibuni Lionel Christian Ateba amekuwa kikosa magoli mengi na mashabiki wa Simba wengi wamekuwa wakimlaumu hasa kwenye mechi hata Al-Masri. Tunaona kuna nafasi kadhaa nyingi alikuwa amekosa, lakini Stephen Des Mukwala aliingia dakika karibia 83 84 hivi. Kilichokifanya wengi wamekipongeza, sasa kuelekea mechi ya marudiano, ni wakati sahihi sasa wa Stephen Des Mukwala kwenda kuanza katika kikosi cha Simba Sports Club. Ah, hiyo ni kazi ya mwalimu, unajua mwalimu wetu sisi ni profesa wa mpira, sawa eh? ukiona anza na nani na teba kwa sababu kuna mechi zingine anaanzaga na Mkwara mechi na, nazani na kosti alianza na nani na Mkwara, Mkwara akapiga hattrick, lakini kikubwa tumpe heshima mwalimu. Na Dodoma Jiji vile vile alianza Mkwara, lakini tuangalie mechi ya keshokutwa mwalimu ataenda na game plan gani na atatumia speaker wa aina gani? leo ni siku ya pili ya hamasa kuelekea mechi ya tarehe tisa ikiwa leo ni tarehe tano kuna siku karibia nne hapa na hamasa hii ni kwa ajili ya wa mashabiki wa simba muweze kuuanja uwanja wa benja, Benjamin Mkapa. kwa hiki kinachofanyika mnaona mnaenda kuuanja kuujaza uwanja wa Benjamin Mkapa uh, uwanja utajaa tu kwa sababu simba tuna shughuli ndogo na hii nawaambia wana simba sawa eh? kila mmoja anatakiwa kate tiketi uwe ulikuwa una necha ya kwenda mpilani uwe na necha ya kwenda mpilani wote tunatakiwa awe baba yako awe mama yako awe mtoto wako awe rafiki yako awe jirani yako una hela, mkatie tiketi unakopa, twende tukaujaze uwanja, kwa sababu what I know unajua mchezaji ili atoe good commitment. tunatakiwa kwanza tuwape deni. Deni ni lipi? Ni lile tiketi zinatakiwa zitangazwe eh. Sawa bwana, zinatakiwa zitangazwe 2 days before, tiketi zimekuwa zimekwisha kama mechi ationaai kwenye African Football League au kija mechi ya Simba Day. Sawa, sherehe za Simba Day, tiketi zimekuwa sold out 2 days before. Kwa hiyo ile ndio inapelekea kuwapa madeni wachezaji. Mchezaji akishika ya simu yake akigugu, akiangalia kadi tayari wanakuwa washatoa mkeka kwamba tiketi zimekuwa sold out. Kwa hiyo ile mchezaji inampa nini? Inampa morali, kwa hiyo inamtengenezea molali kubwa katika kwenda kuipambania nini? Kwenda kuipambania timu, kwa sababu anajua sawa, yule mchezaji wa kumi na mbili kazi yake ameshamaliza, kwa sababu ili uwe na timu bora, maana yake uwe na vitu vinne: uwe na uongozi bora, mashabiki bora, wachezaji bora na uwe na benchi la ufundi bora. Sasa kazi ya mshabiki ni ipi? kazi ya mshabiki ni kwenda kuisupport timu kwa hiyo tunachotakiwa tuija tu, tunue tiketi zetu two days before au one days before. Alafu ndio pale sasa mchezaji yeye atajua kwamba mashabiki wetu wana nguvu kiasi gani kuelekea kwenye mechi na wao watatoa nguvu zao kwenda kuipambania nini? Kuipambania timu. Watu GB anajiuliza kwa nini Mwamposa bulldozer? Uh, unajua imechi ina vijicho vingi, hmm. Sawa, especially wenzetu wa upande wa pili wenzetu wao walishaharibu wawa wamo walishashindwa huko tangu kwenye nini kwenye makundi. Na sisi tunawaamini hawa hawa mitume hawa wachungaji tunawaamini. Kwa sababu gani wana Yanga wanashindwa kuwaamini? Sawa, kutokana tu na nani, ushabiki wao wa Simba na Yanga. Lakini kama ulimwamini mchungaji au mtumishi eh, kwa kumwombea Dube, ulimpeleka Dube akaombewa na Dube kule akafunguka akaanza kufunga, na hawa hawa mitume inakwambia kabisa kwamba kuna timu mbili zitaenda nini zitaenda makundi. Alafu timu moja itaishia makundi timu moja itasonga mbele na itafika mbali zaidi. Sasa kwa nini huyu hutaki kumwamini wakati swala la Dube uliamini? Kwa hiyo sisi ndio maana tumemwalika Mwamposa kwa sababu vijicho ni vingi watu wanaoza korosho. Mpaka sasa hivi wao hawamo. Umeona? Okay, hao eh, kijani na njano hawamo. Kwa hiyo watafanya vyovyote vile. Na kama ulimsikia Godi Yanga juzi wakati anaongea, Godi Yanga alishaongea kabisa. Mwana yanga yoyote mwenye uchawi, mwenye ushirikina, mwenye kijicho anatakiwa aloge hii mechi ili Simba asiende nusu fainali. Umenelewa bwana, kwa ajili ya maslahi ya timu yao. Sasa sijui maslahi yani Simba akishindwa kwenda nusu fainali ni maslahi ya timu yao. Sasa we don't know sasa kwamba hayo maslahi ni maslahi ya aina gani. Lakini kikubwa sisi kama wana Simba tunamuomba Mungu na kwa sababu ni watu wema. Simba haifanyi dhuluma. Sawa, muona hela lakini hujawahi kumsikia kadhamini vilabu nane, tisa, ile ni dhuluma. Umenelewa? Hujawahi kumuona refa anafungiwa kwa sababu ya Simba. Marefa wote wanafungiwa kwa sababu ya Yanga. Umenielewa bwana? Kwa hiyo moja kwa moja, kwa sababu sisi ni watu wema, na ndio maana tunafanya nini, tunafani, tunafanikiwa. Na hata uwanja wa Benjamin Mkapa ukiona tunafanya vizuri, kwa sababu uwanja ni wa kwetu. Hivi you remember, wakati Simba tunarudi kumtoa samareki elfu mbili na tatu tulienda kuipokea timu pale Benjamin Mkapa, marehemu rais wetu mstaafu alikuja pale ha, wakati anatoka Marekani anakuja anatukuta mashabiki wa Simba tumejazana akauliza haa mashabiki wamekuja kunipokea mimi akaambiwa hapana haa mashabiki wamekuja kuipokea nini Simba Simba imefanya nini niambia Simba wamemtoa bingwa mtetezi barani Afrika ameingia yeye makundi bingwa mtetezi akaenda akasema basi nitawajengea uwanja ndio ule uwanja wa Benjamin Mkapa, that's why unaona ule uwanja unakuwa blessed to has, umeelewa bwana? Sisi ule uwanja hatuna ugomvi nao na hatuna nuksi nao na ndio maana ninakwambia huyu Mwarabu anaenda kuwa Mwarabu wa mfano Watu hmm, wanajiuliza kwa nini Po Chacha mkuu wa mkoa wa Tabora kumwalika katika ili tukio la Simba zidi Almasi. Kwa nini Poo Chacha si, si mkuu wa mkoa halafu ni nani, ni kiongozi wa nani? Kiongozi wa Tabora hmm. Na Tabora vile vile, ni timu ambayo mpaka sasa hivi iko kwenye tano bora inagombania, ina kompiti kuingia katika top 4 maana yake watakwenda kucheza mashindano ya kimataifa, hili sasa waje wajifunze, ndiyo maana tumemchukua Paulo Chacha, kwa sababu ni kiongozi wao, aje ajifunze mashindano ya kimataifa anachezwa vipi, ili akienda aweze kufanya nini aweze naye aende. Halafu kingine tumemwalika kwa sababu hao hao ni adui yao. Sasa kama adui yao sisi ni rafiki yetu, hmm. jib hapo hapo unapozungumza wageni maalum ambao Ahmed Ally amewatangaza siku ya jana, lakini mbali na Paulo Chacha, kuna mwingine amemtangaza naye ni mjumbe wa kamati tendaji ya Kafu, rais wa shirikisho la soka Tanzania TFF ndugu Wallace Karia kuwa mgeni maalum. Lakini jana imezua sana kelele mitandaoni, wapo wanaosema kuwa haikuwa wakati sahihi upepo huu, maana tayari uh, kuna kuna ugomvi unaonekana kati ya Young Africans pamoja na ndugu Wallace Karia. Kwako wewe, hili unalichukuliaje? Kwani wao walivyomwalika wakati wanacheza na Mamelodi na wakamvalisha mpaka jezu, kulikuwa na ugomvi na Simba Baba mpira, unapozungumzia mpira wa Tanzania, maana yake unamzungumzia Wallace Karia, ndio rais wa mpira. Sio? Umeelewa? Yaani, unapomzungumzia Wallace Karia, ndio rais wa mpira. Kwa hiyo kiongozi yoyote wa wa, wa wa, TFF anapoalikwa kwenye mechi kama ile, ndio mwenye timu yake, na hizo timu zimeanza kufa... basi tu wanakosa shukrani, lakini hizo timu zimeanza kufanya vizuri wakati wa uongozi wa Karia. Simba mara mwisho kuingia makundi ni elfu mbili na ngapi, na tatu. Yanga kuingia makundi mara mwisho ni 98, sawa? Zimepita nyongozi ngapi hapo lakini baada ya Karia tu kuchukua madaraka Simba tayari saa kumi na nane kumi na ngapi, kumi na tisa tumeanza kuingia makundi na hatimaye robo fainali. Sasa hivi tuna robo fainali sita, lakini zote rahisi ni Waleskaria. Yanga miaka imepita themanini na tano Yanga ndo anaingia fainali, wakati Simba 93 tumecheza fainali. Wao miaka themanini na tano tangu ianzishwe ndo wamecheza fainali, lakini chini ya utawala wa Leskaria. Yanga kuingia makundi imepita miaka ishirini na sita nyiongozi ngapi zimepita Yanga kwenda makundi umeelewa? Lakini wameanza kuingia makundi chini ya uongozi wa Waleskaria. Eh? Afcon mara ya mwisho ni mwaka 80. Kabisa. Sijui umeelewa, tumekuja kurudi tena kwenye Afcon chini ya uongozi wa Waleskaria. Sasa unashindwaje kumwalika Waleskaria? wao ugomvi wao si hautuhusu. Ndio maana tukawaambia adui yenu sisi ni nani? Oh, yule ndo baba. Hivi wewe baba yako unaweza hata kama baba yako akugombeze hivi au kosee vipi, unaweza ukamnunia baba yako? Unaweza kaacha kumwalika baba yako kwenye harusi yako? Kwa hiyo yule ndo baba wa mpira wa Tanzania. Kwa hiyo yani, hata kama asingealikwa lazima angekuja, kwa sababu Simba ni ya kwake, kwa sababu wao mwaka jana walivyocheza robo fainali, walimvalisha jezi wa leskaria walimvalisha jezi Stephen Mguto, waliwavalisha jezi viongozi mbalimbali, mpaka mwana FA alivaa jezi ya, ya Yanga mechi na Mamelodi, lakini wakaenda wakatolewa. Lakini sisi tumemwalika wale askaria kwa sababu yeye ndio rais wa mpira wa Tanzania na vilevile vile, ndiyo kiongozi anaosimamia mpira wa Tanzania Yibisi. Sasa tusitake, kwa nini si tunataka fainali, sio nusu finali. Huyu si tushamalizana naye, nakwambiaje? Sisi tumesha kwenda nusu finali. Mm. Tumesha kwenda nusu fainali, hapa hakuna chakuto. Umeelewa? Tumesha kwenda nusu fainali sisi. Tulifungwa goli nne na Kaiza Chifu, zilipatikana ngapi pale? Kaiza Chifu angetufunga goli mbili, sahizi Kaiza Chifu angekuwa ashacheza nusu fainali, umeelewa? Kwa hiyo goli mbili wao, sisi ndio maana slogan yangu mimi hapa. Ya. Nakwambia ubaya ubwora, hii tumeshavuka sisi sio kama wao, so wao, sisi sio kama wao. Sisi tumeshavuka hapo, sisi sio kama wao, kwa sababu wao walipewa goli hili, walitafuta goli hili, lakini walishindwa. Sisi tunaenda kuwaonyesha sasa. Mm, goli mbili zinapatikana vipi mpaka, mm, tatu mpaka nne, umeelewa? Mm, Simba ndio timu pekee barani Afrika iliyoweka historia sawa, iliyoweka historia kuzifunga timu za CAF zilizokuwa ndani ya kumi bora, goli nyingi ni Simba Sports Club, hakuna timu nyingine. Anaanza Simba hapo, anakuja Mamelodi Sundowns. Simba kamfunga nani? alimfunga Royal Athletic Club goli saba kwa bila. Rekodi ya pili anaishika Mamelodi Sundowns kumfunga tano nani kumfunga tano timu zilizokuwa ndani ya kumi bora, kumfunga Mamelodi nani, Mamelodi Sundowns kumfunga National League goli tano mara mbili. Kwa hiyo Simba yeye ndio yuko kinara hapa goli saba na Simba ndio timu pekee kuvunja rekodi ya kufanya comeback, comeback. Yani anafungwa goli nne hapa sabini na tatu sabini na nne, tunaenda nusu fainali na Mufulira Wanderers, tunafungwa goli nne nyumbani uwanja wa Shambalabibi. Tunakwenda nyumbani kwao tunaenda kuwatia chuma tano. Sasa kama tumeanza kuvunja rekodi ya goli tano, uge nini? Mm. Tunashindwaje goli mbili nyumbani kwetu? Sisi natupa jeuri kwa sababu tushaika historia nyingi. Simba ndio timu iliyotoa goli kipa aliyedaka penalti mbili ndani ya ndani ya dakika 90. Aishi Manula. Yaani hizo rekodi zote ni za Simba hizo. Ndani ya kikosi cha Simba na kaa benchi. Bora hey, nafasi ya pewa. Sasa ndio ujiulize hapo. Simba tumekamilika kila idara kuanzia goalkeeping. Tanzania wani ne mimi Tanzania tu ne mimi Tanzania asili ya Beli ne mimi Alafu gine namba moja ninayo mimi. Ukija furubeki ya Tanzania Shomari Kapombe ninayo mimi. Ukienda upande wa kushoto huku sawa? Nina beki tatu wa timu ya taifa Tanzania, nina beki tatu wa timu ya taifa nini? Ya Burkina Faso, Valentino Noma. Ukija katikati hapa nina beki mstaarabu. Huyu mwingine anacheza kwa sababu ya busara za, za, nini? Za makocha tu kwamba huyu ni mzoefu, huyu ndo bado bado kijana mdogo anatakiwa ajifunze kwa huyu Abduraza Kiamza, lakini Jobu asingecheza pale kama unataka ufuate viwango. Jobu hawezi kucheza kwa Abduraza Kiamza Umenelewa? Halafu namba tano nina jitu ambayo miraba minne, jitu lenye lombaa, jitu katili aliongea ibubu. Alafu namba sita pale nina midfield bora sasa hivi, ile midfield unaiona yule Kagoma yule. yaani Mudazili amecheza kwa heshima tu ya makocha kwamba wewe ni mtu mzima, anza. Alafu Kagoma anakuja nyuma na wakati ameanza Mudazili tulipigwa chuma ngapi alivyoingia mwenye namba sita yake, kuna goli liliingia. Shufaa mrabati aliomba sabu baada ya kuingia Kagoma alimgonga mara mbili. Shufaa mrabati ananyosha kidole, anaomba sabu, anatoka nje, timu ikawa imetulia, ngoma zikawa zimebakia zile goli mbili. Alafu kule mbele na mtu anaitwa Kibdenis, ni afadhali ukapoa mesi wawili uwakabe kuliko kumkaba Kibdenis. Mwana, leo ni afadhali upewe Messi umkabe kuliko kibu. Messi wawili upewe wale bwana, wakabe hawa uh, kuliko upewe kibu. Ni afadhali ucheze na Messi wawili kwa nini? Kama unakumbuka kwenye kombe la dunia Argentina hakukutana na moroko, Messi alisumbua, lakini kibu, tulivyokutana na moroko zimegonga mwamba ngapi? Waliomba maji moroko swalika, mpaka wanataka kumpiga na mpira umeisha, yule yule ashirafu. Nani ashirafu? Yakini anampata nani? Anampata kibu, anamuuliza unacheza timu gani? So nafikiri swala la mchezo, anamwambia Simba Sports Club from Tanzania. Kwa hiyo sisi tuna watu sasa. Achana na kibu, kuna chuma volcano, kuna mtu anaitwa Mpanzu yule yule, yule, yule yule fulubeki alohakikishiwa mshahara, yule fulubeki wa timu ya taifa ya Misri ana miaka ishirini na moja yule namba mbili unayemwona tulocheza naye juzi, aliokaa na Mpanzu mpaka aliomba sababu akatolewa, alitumikia mshahara vizuri, katumikia mshahara wake vizuri. Sasa wewe unataka kuna kama Mpanzu kacheza kwa kiwango kile kule sasa hapa nyumbani itakuwaje? Yaani kelele, yaani kikubwa ni kuwasistiza tu mashabiki, tunue tiketi tukaujaze nini uwanja, tuwape deni nani wachezaji, kwa sababu lile linaitwa tanuli la moto, sawa. Tanuli linahitaji kuni, kuni ni nani? Kuni ni mashabiki sisi, kelele zetu ndio moto zitakazowachoma nani, kwa sababu sehemu yoyote kunapokuwa na kelele nyingi na watu wengi, joto huwa linaongezeka, na mwarabu hapatani na joto. Kwao tukaujaze uwanja, twende tukaimalize shughuli na mwaka robo ishaisha. Hii yani Jumatano. Neno mwaka robo litaisha, wao wametuita tuita sisi mwaka robo. Wao wametuita sisi mwaka robo. Wao mwaka nini? Wao wametuita sisi robo. Sisi robo finali tumecheza na nani? Hapo na hao robo finali walicheza na nani? Nakwambia robo finali za Simba. Robo finali ya Simba ya kwanza anacheza na TP Mazembe. Katika renki Afrika inasoma na alikuwa namba tatu Tunatoa sare hapa bila bila, tunakwenda kwao na tupiga chuma ngapi? Chuma nne lakini sisi tulitangulia goli mpaka dakika 32 tunaongoza. Robo finali ya pili tunacheza na Kaizer Chiefs walikuwa namba tano. Robo finali ya tatu tunacheza na Wydad Casablanca, timu namba moja barani Afrika, bingwa mtetezi tunacheza naye robo finalis. Moja bila, moja bila, tunaenda kwenye matuta. Robo finali ya nne tunacheza na Orlando Pirates. Umenielewa? Sasa tufananishe. Wao robo finali shirikisho walicheza na nani? Na Rivers United. Kwao ligi yao alikuwa anashika nafasi ya 14. Ndio anacheza na nini robo finali? Umeelewa? Nusu finali anacheza na, na timu ambayo inashuka daraja. Sisi robo finali tumecheza na timu ambayo ilishika nafasi ya tatu kwenye ligi ya South Africa, wao timu timu waliocheza nao imeshuka daraja. Mpaka leo Marumo Galaxy yupo kwenye ligi ya South Africa. Umeelewa? Kwa hiyo timu walizokutana nao wao ni mbovu. Sisi tumecheza na Mazembe. Tumecheza na Kaiser Chiefs, tumecheza na Orlando, robo finali hizo. Tumecheza na Wydad Casablanca, tumecheza na nani? Na National League. Robo finali mbili, klabu bingwa na African Football League. Tumecheza na National. After the match hapo ambaye Simba ametolewa kiajabu ajabu. Hakuna, ni ile ile moja tu na Mazembe. Lakini zilizobakia zote mbili katolewa kwa penalti, saa nyingine anatolewa kwa kanuni. Hapo ananiambia hii si tusiende. Umenielewa? Kwa hiyo hili swala la mwaka robo unapomwita mwezio mwaka robo ya wewe, jiangalie wewe. Wewe umesikia wewe, jiangalie wewe, hii robo wewe umeweza kwenda hey? Yaani unamwita Simba mwaka robo, wewe robo umeenda robo, umeenda? Goli moja tu, umenielewa? Yaani goli hili limemshinda sasa, sisi tunaenda kumwonyesha goli mbili tatu zinapatikana vipi na, na mpira unachezwaje kwa sababu gani? Wale msiaja, ukieka msiaja hapa, afu ukieka hapa klabu Constantine. Ni vitu vili tofauti. Klabu Constantine ndo anaongoza ligi ya Algeria mpaka sasa hivi. Alikutana na Simba, alichezea chuma ngapi? Mbili moja Algeria, mbili bila Dar es Salaam. Hapa kachezea chuma mbili bila. Wao walicheza na timu inaoshika nafasi ya tano sasa hivi ya sita. Goli moja tu. Wameshindwa kulitafuta Benjamin Mkapa. Wachezaji wamechoka kidevele kiduka King Kimalaga. Hivi, fuzu mimi naachana kuongea na media zenu hizi. Umenielewa? Simba ikishindwa kufuzu, mimi naacha kuongea na media hizi msimu huu wote, mpaka unaisha. Nitaanza mwakani, nakwambiaje? Nitaanza mwakani kama Simba hajakwenda, mimi naanza mwakani. Yaani nina uhakika na timu yangu. Yaani nina mpanzu, nina Kibu Denis, nina Ateba, nina Mukwala, kuna budo nje huko, kuna Chasambi hajacheza, alafu mi nishindwa kwenda robo finali? <mukula> na Kagoma na Fabrice Ngoma nishindwa kwenda robo na nusu finali? Hicho kitu hakipo. Asipokwenda Simba, mimi naacha kuongea na media sana. Asante sana.